Hebu fikiria umeandika tu neno hello, unahitaji kutuma kwenda kwa rafiki yako kupitia WhatsApp. Kwa sekunde chache tu, meseji hiyo tayari imemfika rafiki yako. Umeshawahi kukaa kitako na kujiuliza meseji hiyo inasafiri wapi kabla haijafika kwa huyo rafiki yako ambaye umemtumia? Na je, inakwenda moja kwa moja kutoka kwa kwenye simu yako hadi kwenda katika simu yake? Au kuna kitu ambacho cha ajabu kinachotokea katikati na wewe haukifahamu? Sasa leo kupitia video hii nitakuonyesha safari halisi ya meseji zako kutoka katika simu yako hadi kwenda katika simu ambaye unamtumia kama ni rafiki yako ama yoyote yule. Na na kwa hili katika video hii utashangaa kuona mambo ambayo yanafanyika nyuma ya pazia na ukwahi pengine kusikia ama kuhadithiwa, kila ambacho kinaendelea katika hii process nzima ya kutuma message kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Watu wengi wanadhani message za WhatsApp zinatoka katika simu zao kwenda katika simu za wale ambao wanawatumia moja kwa moja, lakini ukweli ni kwamba hapana, sivyo hivyo ambavyo watu wanafahamu. Meseji yako haifanyi safari ya moja kwa moja, badala yake inapitia katika kitu ambacho kinaitwa WhatsApp server, ambao ni mfumo mkubwa ulio katika data centers za kampuni ya Meta ambao unamiliki hii WhatsApp. Kwa mfano, unapobonyeza ile send button, inachotokea pale simu yako inachukua meseji hiyo iwe maandishi, picha ama sauti, na ina encrypt huo ujumbe wako. na maanisha nini? inaweka katika mfumo salama wa siri ambao unaitwa end to end encryption. Baada ya hapo, inautuma ujumbe huo kupitia katika internet connection ambao umeconnect katika simu yako, kama umeunganisha na wifi ama unatumia tu bando la kawaida, inaunganisha na hiyo mitandao na internet na meseji yako unapofika sasa katika internet, kwenye mtandao, inapita katika vituo mbalimbali vya mawasiliano vinavyojulikana kama routers na servers. Unaweza kuchukulia ni kama safari ya kutuma barua. Mfano, unatuma barua kutoka Zanzibar kwenda Dar es Salaam, haitofika kwa ndege moja kwa moja kule sehemu husika. Inapitia katika vituo kadhaa, inaekwa vizuri, inafungwa vizuri kama haiko vizuri, kisha inafikishwa kule ambapo inapelekwa. Vivyo hivyo kwa meseji yako, inapita katika hizi internet node hadi kuweza kufika katika internet i mean WhatsApp server ambayo ipo karibu na eneo lako wewe, ambaye umetuma, let's say, upo katika Afrika Mashariki, basi kuna uwezekano mkubwa sana message yako ambayo unaituma inapitia katika server za Meta ambazo zipo Afrika ama Ulaya. Server hii ya WhatsApp ni kama posta kuu, unaweza kuchukulia ya kidigitali. Inapokea message yako, inahifadhi kwa muda mfupi kwa usalama, na ikisubiria kuhakikisha kuwa simu ya yule ambaye umemtumia ujumbe huo ipo online, ina internet access na yupo online muda huo. Ikiwa yupo online, meseji hiyo inasafirishwa papo hapo, lakini kama yupo offline, ndo pale ambapo unaona server inahifadhi meseji hiyo kwa muda hadi pale ambapo huyo aliye mtumia ataunganishwa na atakuwa online, ndipo ambapo meseji hiyo itapelekwa kwake. Cha kufurahisha sasa ni kwamba WhatsApp haina uwezo wa kusoma meseji hiyo ambayo unaituma, hata wao wenyewe hawawezi kwa sababu ya hii end to end encryption, message yako inakuwa imefungwa na funguo maalum, inakuwa salama, na funguo hizo zipo katika simu yako na simu ya yule mpokeaji tu. Hata WhatsApp wenyewe wakiangalia, hawawezi kusoma kile kilichomo ndani katika kile ulichokituma. Sasa simu ya rafiki yako huyu, ama mtu uliyemtumia, inapowashwa na kuwa online, ile server ya WhatsApp inakuwa inapeleka message ile, na message ile itapokelewa katika simu yake ambayo anaitumia ambayo ipo online na itakuwa decrypted kwa kutumia decryption key na inafunguka kwa kama ile barua ambayo inatumwa, na inakuwa salama, na pale ndipo ambapo unaona zile tick tatu. Ikiwa na tick moja, message imetoka kwapo, tayari imetoka. Ikiwa na tick mbili, tayari message hiyo imefika kwa mpokeaji. Lakini zile tick mbili za blue, tayari message hiyo imeshapokelewa na kufunguliwa na kusomwa. Lakini pengine unakaa unajiuliza, au baada ya kusikia maelezo hayo, unajiuliza kwa nini sasa inachukua sekunde chache sana kuweza kufika, na hizi process nilizokuelezea hapa ni kama process ambazo zinachukua lisali zima kuweza kufanyika. Ni rahisi sana kuweza kunielewa. WhatsApp imetengeneza mfumo ambao unatumia optimized global servers ambazo sasa zinachagua njia fupi zaidi na njia rahisi zaidi, tunaita network route. Kwa wale ambao wanafahamu issues za network, wanafahamu hiki ambacho na kiongelea, ili kuweza kufikisha basi message hiyo kwa faster na kwa urahisi. Ni kama vile magari ambayo mfano wewe unahitaji kupita kwenda sehemu fulani, unaangalia Google Map na kuangalia njia ipi ambayo haina foleni kubwa, na ndio ambayo utachagua kuweza kupita. Na hivyo ndivyo ambavyo ilivyo sasa kwa upande huu wa huku wa kidijitali, na inatumia njia ambayo rahisi na yenye kasi zaidi, kutoka kwenye simu yako na kwenda kwa yule ambaye unamtumia kuweza kupokea huo ujumbe. Hili pia ni swali lingine ambalo pingine utakuwa unajiuliza, ama tayari kichwani mwako limejijenga baada ya kusikiliza video hii nakutazama, unapofuta message WhatsApp inaondoa copy kutoka katika zile server zao na simu yako. Lakini sasa kumbuka, kama ile message imefika kwa mpokeaji, haitoweza kufutika kabisa katika simu yake, isipokuwa labda ukafute wewe mwenyewe manual kule. Natumaini tunaliona. Muda mwingine inakuruhusu ufute message hiyo kama haijamfika, kwa sababu tayari ipo katika server. Lakini muda mwingine hauna uwezo wa kuifuta tena, tayari imeshafika na kashaifungua. Kwa hiyo hiyo ndio process iliyopo nyuma ya pazia katika kila ambacho unakifanya kutuma message kwenda kwa yule mtu mwingine, mfano rafiki yako, ama jamaa yako, ama mtu yoyote yule ambaye atapokea ujumbe huo. Kuna hizo process hapo kati, ukiingia in deep utaona kuna vitu vingi sana. So mara nyingine ukituma neno hello, mfano kwa mtu, usichukulie ni safari rahisi kama unavyochukulia kwa vile ipo fasta, ukaona ni jambo la kawaida. Ni kweli ni safari ya sekunde chache, lakini imekuwa ikipita katika barabara nyingi sana na kuchagua barabara nzuri katika ulimwengu huu wa kidijitali. Kama umependa maelezo haya, umependa video hii na umeona umepata kitu ambacho pengine haukuwa kukiwaza kama kipo hivi. Hivyo ama umeweza kujifunza kitu kipya, hakikisha una like video hii, una share na watu wengine wapate kufahamu basi namna gani vitu hivi vya kidijitali vinavyofanya kazi nyuma pazia. Kama unahitaji niweze kuja kuelezea kiundani hizi process basi unaweza kunambia pia katika sehemu ya comment. Nitakuwa nikiongelea maswali kama haya ambayo tumekuwa tukijiuliza ama yamekuwa yakijengeka wa ya kichwani mwetu, au tumekuwa hatujiulizi, lakini kuna vitu ambavyo vinafanyika bila ya sisi kuweza kujua, nitakuwa nikizungumzia. So sio mbali na channel yangu ya YouTube, tuendelee kwa pamoja. Natumai utakuwa umeondoka na kitu leo na kufahamu basi kile ambacho kinaendelea nyuma ya teknolojia hii WhatsApp, katika kutuma ujumbe. Asante sana, tukutane wakati mwingine.